Ni kwenye kongamano la 21 lililowaleta walimu wakuu wa shule za msingi. Yeah. Mwenyekiti wa walimu wakuu tawi la Nyanza Eli Ondiek ameitaka tume ya kuwaajiri walimu kuwapandisha vyeo walimu wakuu wa shule za msingi Kepsha. Haya yanajia wakati ambao tume ya TSC imedokeza kuwa inahitaji zaidi ya bilioni mbili ili kufanikiwa kuwaajiri walimu ambao wamekawia bila kupandishwa vyeo. Majority of the heads are C5, almost 90% are C5, that is a grade that looking at the work that we are doing, uh, nobody completely, no head teacher should now be in grade, uh, in, in grade C5. And that is our humble request to the Teacher Service Commission that we are currently doing and that we have done. We just need, uh, the C5s, more so, particularly the C5, to be moved to D1. Ametoa wito kwa Wizara ya Elimu kuwapa mafunzo kuhusu utumizi wa NEMIS kwani wamekuwa wakipatana na changamoto tele.

That, uh, that, uh, uh, uh, uh, aidha how, how oh, well. Kutokana na idadi ndogo ya walimu wanaohitajika kuwafunza wanafunzi chini ya mtaala wa CBC Ondieke amependekeza kuwepo kwa mgao tosha utakaohakikisha walimu wanapata mafunzo ya jinsi ya kufunza mtaala wa CBC. Zile fedha ambazo tunapewa kwa mula wa kwanza tunafaa tupewe asilimia hamsini, na asilimia hiyo hamsini bado hatukuipokea tunatarajia kwamba bado ni ndogo kwa sababu tulipokea takriban aa, karibu ishirini. Bado tumebaki na idadi kubwa, asilimia kubwa ya kufanya, ili tupate kwamba kazi zetu za kielimu shuleni, hizi masomo ya ibara pia yaendelee. Sebastian Maria, Undugu TV.